Mariam amekuwa akijisikia huzuni, mchoko na kutokuwa makini katika wiki chache zilizopita. Anahisi kama kila kitu kiko vibaya katika maisha yake. Mwalimu wa Mariam anamuuliza kama iko salama. Mariam anamwambia mwalimu wake jinsi anajisikia. Mwalimu wake anapendekeza apime kuandika katika jarida yake kila siku vitu vitatu ambavyo anashukuru kwa ajili yavyo ya. Baada ya siku chache, Mariam anashiriki kwamba ni vigumu lakini inamsaidia kubadilisha mawazo yake na kukumbuka kwamba iko na vitu katika maisha yake vinavyomletea furaha. Tunapokuwa katika huzuni, tunaelekea kuzingatia vitu vyote vinavyotufanya tujisikie hivyo. Hii ni kawaida, lakini inaweza kuwa inachosha. Wakati unajisikia huzuni, ona kama unaweza kuunda nafasi kwa hisia ingine kama shukurani na furaha. Jipe zoezi ya kutambua vitu vitatu unavyoshukuru kwa ajili yavyo. Sema kwa sauti au andika ninashukuru kwa. Inaweza kuwa haiko rahisi kumwanzo, lakini fikiria kama mazoezi kwa bongo yako. Kumbuka, sio kwamba unajaribu kupuuzia hisia zako za huzuni, lakini unatengeneza nafasi kwa hisia ingine yenye inaweza kufanya ujisikie vizuri zaidi.